Ambapo serikali imepiga marufuku kuuza maeneo katika kata tatu zilizopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam kutokana na kukithiri kwa migogoro ya ardhi. Kata hizo ni pamoja na kata za Mabwepande, Wazo pamoja na Bunju zenye mitaa saba ambayo ni Boko, Mji Mpya, Mbopo, Kionzile pamoja na Bunju B, Mabwepande na Nyakasange. Joisi Nsima ana taarifa zaidi. Kauli hii ametolewa jijini Dar es Salaam na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Paul Makonda wakati alipokutana na viongozi wa kamati ya als kwa lengo la kutoa maazimio yao kuhusu utatuzi migogoro ndani ya wilaya hiyo yaliyodumu kwa muda mrefu. Waondoka wakaja watu wengine kujenga. Maana yake tukiwatambua hawa waliojenga juu ya wale waliobomolewa, maana yake hawa wamejenga juu ya nyumba za watu wengine. Je, hawa waliokisha kubomolewa

huko nyumba kwa sababu ya kile kielelezo au maelezo ya kwamba nao watapata nafasi ya. Amesema Novemba ishirini na tano itakuwa ni siku ya 25 kuzunguka ili kutambua maeneo hayo, lengo likiwa ni kuhakikisha kila mwananchi anapata stake yake kwa mujibu wa sheria. Makonda ameongeza kuwa baada ya kumalizika kwa mchakato huo, wenyeviti wa mtaa wabainishe majina ya watu wenye tabia ya kuuza viwanja ili waweze kuchukuliwa hatua. Wakati huo huo, Makonda amewataka wanaojenga kuwa na kibali kutoka manispaa ili kuepusha usumbufu unaweza kujitokeza wa kubomolewa nyumba zao. Joyce Nsima, Star TV, Dar es Salaam.